Wa qadha Rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana. Na Mola wako Mlezi, ameamrisha kuwa msimwabudu yoyote ila yeye tu, na wazazi wawili mwatendee wema In...

wala usiwakemee nasema nao kwa msemo wa heshima. waghfir lahum janaha dhul min arrahmati wa qul rabbirhamhuma kama rabbayani saghira, na wainamishie bawa la unyenyekevu kwa kuwaonea huruma na useme mola wangu mlezi warehemu kama walivyonilea utotoni. Mola wenu anajua kabisa yaliyo nyoyoni mwenu. Ikiwa nyinyi mtakuwa wema, basi hakika yeye ni mwenye kuwasamehe wanaotubia kwake.

Na ikiwa unajikurupusha nao, nawe unatafuta rehma ya Mola wako mlezi unayoitaraji, basi sema nao maneno laini. Wala tajal yadaka maghlulatan ila unqika wala tabsutha kullal bast fa taquda maluman mahsura, wala usikufanye mkono wako kama uliofungwa shingoni mwako wala usiukunjue wote kabisa, utabaki ukilaumiwa muflisi. Inna rabbaka yabsutu rizqa liman yasha wa yaqdir, innahu kana bi'ibadihi khabiran basira, hakika Mola wako mlezi humkunjulia riziki amtakaye na humpimia amtakaye Hakika yeye kwa waja wake ni mwenye kuwajua na kuwaona. wala taqtulu auladakum khashyata imlaq nahnu narzuquhum wa iyyakum in qatlahum kana khata'an kabira, wala msiwauwe watoto wenu kwa kuogopa maskini sisi tunawaruzuku wao na nyinyi, hakika kuwaua hao ni khatia kosa kubwa sana. wala taqrabu zina innahu kana fahishatan wa saa sabila wala, msikaribie uzinzi, hakika huo ni uchafu na njia mbaya.

Wala wa msiue nafsi ambayo Allah amekataza isipokuwa kwa haki, na aliyeuliwa kwa kudhulumiwa, basi tumempa madaraka mrithi wake, lakini asipite mpaka katika kuua, kwani yeye anasaidiwa. Wala taqrabu mal al-yatimi illa billati hiya ahsanu hatta yablugha ashudd wa awfuu wa bil ahd. Inna al-ahda kana mas'ula. Wala msiyakaribie mali ya yatima isipokuwa kwa njia iliyobora mpaka afike utuzimani, na timizeni ya ahadi, kwa hakika ahadi ni yenye kuulizwa. Wa aufu al-kayla idha kiltum wazinu bil-qistasi al-mustaqim. Dhalika khayr wa ahsanu ta'wila. Natimizeni kipimo mpimapo na pimeni kwa mizani zilizo sawa, hayo ni wema kwenu na hatimaye ndiyo bora. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilmu inna as-sam'a wal basara wal-fu'ada kullu ulaiika kana anhum mas'ula. Wala usiyafuate usio na ujuzi nayo. Hakika masikio na macho na moyo, hivyo vyote vitasailiwa, vitaulizwa. wala tamshi fil ardi maraha innaka la takhriqa al arda wa la tabluga al jibala qula, Wala usitembee katika ardhi kwa maringo, hakika wewe huwezi kuipasua ardhi wala kufikia urefu wa milima. Kullu dhalika kana sayyuhu inda rabbika makruha, aya yote ubaya wake ni wenye kuchukiza kwa Mola wako mlezi. Dhalika mimma awha ilaika rabbuka min alhikma Wala taj'al maa Allahi ilahan akhar fatulqa fi jahannama maluman madhura aya ni katika hikma alizokufunulia mola wako mlezi wala usimweke pamoja na allah mungu mwingine usije ukatupwa katika jahannam ukilaumiwa na kufurushwa

kama yakuluna idha labtaghaw ila dhil arshi sabila, Sema, lau wangalikuwa pamoja naye miungu mingine kama wasemavyo, basi wangelitafuta njia ya kumfikia mwenye kiti cha enzi. Subhanahu wa ta'ala amma yakuluna uluwan kabira

Innahu kana haliman ghafura. Zinamtakasa zote mbingu saba na ardhi na vyote viliyomo ndani yake, na hapana kitu ila kinamtakasa kwa sifa zake, lakini nyinyi hamfahamu kutakasa kwake. Hakika yeye ni mpole na mwenye kusamehe.

na tunaweka kwenye masikio yao uziwi, na unapomtaja katika Qur'ani mola wako mlezi peke yake, basi wao hugeuka nyuma wakenda zao. nahnu a'lamu bima yastami'una bihi idh yastami'una ilayka wa idh hum najwa idh yaqulu adh-dhalimuna in sisi tunajua vyema kabisa sababu wanayosikilizia, wanapokusikiliza na wanaponong'ona, wanaposema hao madhalimu, nyinyi hamumfuati isipokuwa mtu aliyerogwa. oh. Ndhur kaifa darabuu laka lamthal fadalluu fala yastati'una sabila, tazama vipi wanavyokupigia mifano, basi wamepotea, kwa hivyo hawawezi kuipata njia. Wakalu a idha kunna idhama wa rufatan ainna la mabuthun khalqan jadida, na walisema, Je, tutapokuwa mifupa na mapande yaliyovurugika tutafufuliwa kwa umbo jipya?